Lakini naamini kwa ukubwa wa watu na wingi wa watu wanaofika, ujumbe wa, wa sherehe hizi za Chama cha Mapinduzi utafika kwa sababu huko uwakilishi wa viongozi wa chama kutoka maeneo tofauti tofauti. Ndugu zangu wana sisi wenzangu na wananchi wenzangu, kwanza nitumie nafasi hii mwenyekiti wetu wa chama mkoa utufikishie salamu kwa mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa na ajenda zake za siku mia moja za kwanza na sisi Wanabarali ni wanufaika wa siku mia moja za Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa siku mia moja aliahidi atatuletea watumishi kwenye kada mbalimbali. Sisi tumeshakwishapokea watumishi mia moja sitini na mkurugenzi yuko pale, ameshawapokea lakini ndani ya siku